Asante kwa kuchagua Special for you TV kwa kwanza kusubscribe, kushare, ku like na ku comment. Yo, we good kabisa. Story ni mingi na mambo ni mengi na muda ni mchache, lakini tutaweza ku expand kidogo ili tuweze ku feed Uh, watu story ambazo tuko nazo kwa hivi sasa na kubwa zaidi tunachokizungumzia hasa hasa ni kuhusiana na ishu ya Wema Sepetu. Eh, Wema Sepetu bana, imesambaa stori nyingi sana kwamba Wema Sepetu kwa, Wema kwa hivi sasa ni mjamzito. Eh, ako pregnant <laughs> nikasema Nimekuwa nikikutana na video mingi sana za Wema Sepetu akisema kwamba uh, yeye anasikia vibaya sana. Hebu tusikize some videos. One of them ni hii video nataka ni play hapa uweze kuisikia kwanza kabla hatuja confirm kutoka Bongo. Siwezi <coughs> kuambia aache. Kuna kitu ambacho kinauma Daimelda, kama kukaa sehemu na watu tofauti, watu wanaongelea watu tofauti, huna mtoto. Nawasikiliza. Siwezi kuwa stopisha wange, okay? Siwezi kuambia acheni. Kuna <laughs> <laughs> mda <laughs> naisi kama vile mimi sitopatakiwa, kwa sababu kama ni kuhangaika, Diamond naangaika, tapata But... mtoto, mi naamini so wakanihisi wakaona kama niko out of, out of of the picture and nakumbuka Lulu akasema mami tunakuombe, and you experience this and when she said it nikaanza kulia. Okay, that At is a video one of the video uh, lakini zipo video mingi sana ambazo Uh, tumeweza kuwa nazo tukazipata tukasema tutazizungumzia, lakini also kuna video moja ambapo yeye ilibidi a confirm aweze kukubali kwamba hatapata mtoto, na hiyo video tuliwahi kuizungumzia hapa S4U ama Special For You TV, hebu msikilize. Na kiukweli kwa wakati huu hata mkiniambia kwamba eti mnani wish all the best kwenye kupata, nimeshafika 35 sasa hivi sitegemei kwamba nitashika mimba tena, yani as in kiukweli kabisa ni my road to wanting a baby pia imeshaisha, au hata ile hamu, unajua mtu kikihamu sana kitu, imefika point nimegive up, na hata ikisema ikitokea sasa, kwanza si dhani hata kama itatokea, kwa sababu tayari ni design, kama nimeshaambiwa kwamba bwana wewe, bwana una matatizo yako, basi deal with it tanini. Kwa hiyo hivyo Mwenyezi Mungu ndio na eh, a, sasa mume wangu ni lazima ajue kwamba huyu binti ana shida. <laughs> Sasa kama, kama atakuwa anajua shida zangu then itabidi aishi nazo kwa sababu huwezi ukawa unampenda mtu alafu huaccept shida zake. Kwa hiyo lazima umpende mtu umpende na matatizo yake na mapungufu yake na kila kitu, so na mimi pia nimesha accept. Nimesema alhamdulillah kwa sababu nimemtaka kwa muda mrefu, Mwenyezi Mungu akaona kwamba ah, labda sistahili, kwa hiyo huwezi kumpinga Mwenyezi Mungu, na ndio maana narudi kusema hivi, hakuna kitu ambacho kinatokea bahati mbaya kwenye maisha. Kila kitu kinatokea kwa sababu, you never know kwa nini Mwenyezi Mungu kaninyima mimi mtoto. Nitawapenda watoto wa ndugu zangu, nitawapenda watoto wa marafiki zangu. Nimeshukuru Mungu, nimesema alhamdulillah, hamna shida. dhoki na niuma Sio kwamba hakiniumi, kinaniuma. Kuna muda nakaa, natamani na mimi ningepata wa kwangu, ningembeba, ningempenda, ninge... kwa sababu huyo mtoto nadhani angependwa mpaka angechanganyikiwa. Labda Mungu pia anasema, wewe, nikikupa mtoto utaweza kuchanganyikiwa. So I don't know, nimbe, thank god. Um, um, okay, maisha yanaenda. Yeah. Yeah. Life goes on. Ameasema Wema Sepetu mwenyewe. Sasa uh, tunashangaa kwenye mitandao ya kijamii kuna trend kwamba uh, Wema Sepetu tayari ako na mtoto. Ako na mimba. Nataka tumpigie ndeme hapa. Sijui kama ako online tuweze kumsikiza. O, o, ndeme bi. Yes, yes, Jack, special mambo vipi? Poa sana ndeme bi, kwenye line ukoaje? uko uliko Bongo 255 kwa Mama Samia Suluhu Hassan. I say Bongo tumetulia, weekend inaenda poa kabisa. Sijajua pande za huko. Ah, huku kumetulia pia, jua hivi la kuzama sinajua majioni hivi <laughs> Kweli ni kweli kama huko tu mjomba, noma sana e bwana, story ambazo zinasambaa kwa kasi ni kuhusiana na issue ya Wema Sepetu, ambapo uh, way back tuliweza kuona kwamba Wema Sepetu akicomplain akisema kwamba anatamani sana mtoto, lakini ikafikia time akasema kwamba tayari yeye amesha accept kwa sababu tayari ame, alikuwa amefika 35 years that time I had nikisikiza uh, zile voices and then akasema ameaccept anaona okay, hatapata mtoto tena, but nao kuna picture videos zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba Wema Sepetu ni mja mzito. Vipi confirmation? Yeah, kutoka kwa kondeme kutoka huko Tanzania, wanasemaje wa bongo? Yeah. I say, kwanza ni picha ambazo zimeonyesha zime, zime, mshangao kwa watu wengi kwa yeah, watu wengi sana kwa sababu Wema Sepetu alionekana hapa mwezi miezi mwezi mmoja hivi uliopita kwenye kibao kata cha kibaokata cha Nandi. Yeah, alikuwa yuko kawaida kabisa, kwa hiyo tunachokiona sasa hivi mtandaoni yeah, ni kitu ambacho kinawashangaza watu wengi, lakini kama walivyo Wabongo, wakishaona picha, kila mmoja anakuwa na maneno yake yapale y, kwa sababu picha inaongea maneno mengi, maneno kama elfu <laughs> moja, no, wakati mmoja, kwa hiyo hatukosi cha kuweka hapo. Yeah. Yeah. Okay, uh, to, uh, ni picha ambazo zinasambaa na ukiangalia, hiyo mimba kama unavyosema, alionekana kwa kibao nini? Uh, kibao kata, kibao kibao kibao yeah. kibao kibao, ah, kibao ni nini kwanza? kibao kata ni nini? Kibao kata ni kama tamaduni za, za watu wa pwani, wanacheza hivyo wanacheza kama vingoma fulani vya asili vya pwani pwani, sijajua pwani. Okay. Nieleze vipi lakini ni kama shughuli, wanaita shughuli wa pwani. Kwa hiyo Wema Sepetu we alionekana akikata kibao kata e, alikuwa nakata mure na kina nandi, mambo ya kujiacha e, kidogo na picha zinazoonyesha zinaonyesha Wema Sepetu ana mimba kama ya miezi sita, miezi saba hapo, kwa sababu yeah, ile miezi yeah, yeah, tuseme yeah. Miezi tano miezi sita, um, ni mimba e, kubwa sana kumbo. Mm. E, e, kwamba tumbo liishaonekana kabisa kwa yeah. Hiyo sio mchezo, tunashangaa sana. Hii AI inaweza kakufunga jela ah, ka, kabisa kabisa <laughs> eh. <he, he>. <laughs> na kwanza ni hatari sana na yeah. hiyo picha kama sio yeye aliyotengeneza kama ni kitu ambacho sio cha kweli yeah. nadhani inaweza ikamwongezea maumivu sana, kwa sababu unapokuwa unahitaji kitu afu unakutana na picha yeah ukiwa kwenye hali ile yeah, sure, kiwalisia kwamba sio kwamba wanatibu nafsi yake zaidi kuitibua nafsi yake yeah, yeah, yeah, sure. wanazidi kumuumiza kwa namna moja ama nyingine. Okay, sasa hivi uh, sasa hivi Wema Sepetu ana date nani? Tulisikia ameachana na wozu uh, ana date nani sasa hivi? uh, uh, kiukweli bado sija sijapata fununu kwamba ni nani sasa hivi amekamatia namba mm. Uh, kwa sababu cheni yake ni ndefu, kwamba imeishia kwa huyu ambaye atakuwa kweli kama amemjaza, atakuwa mbegu yake ni ya kipekee. <laughs> Hey, ya Kanumba, you know, lideti naye wa mtu mtu ambaye ulimpenda pia, ulikuwa alichukulia alichukuliaje kutoa mimba yake? Ama alikuwa yeye mtu pia ambaye hakuwa tayari na mtoto, alikasirika, hakupenda. Hakupenda, hakupenda um, Alikuwa yani, alikuwa disappointed na nakumbuka hata it was kama a week before he died, a week before he he died died, alikuwa ananipigia simu because me and him had diamond diamond. Charles Baba wengi sana we, Charles Baba, yule mjamaa wa mjama nan Idris Sultan This guy walipatana naye wakawakamatwa na picha za za aibu. The Patrick sijui, uh, jamaa sijui ni wa Kongo sijui ni wa Burundi sabar, ana listi ndefu. Inawezekana katika hiyo listi alikuwa labda katika Aha. njia zake kupita, alikuwa ana try aone ni sehemu gani anaweza kupata mtoto, lakini mbegu zote zikaonekana ziko weak kwa <laughs> uh, na kwake, nadhani na, na wadada wengi wanachokuwa wanakosea, unajua mm. wako kune, kune uchaguzi wa kuchagua watu sahihi sana siku mm. hizi Yeah. Lakini wanajikuta hawapati mpaka wanapotea. Okay. Yaani pa... muda ule yeah unaisha sasa, ndicho nadhani kinawakuta wengi kwao. Sasa hivi amefikia kutamani sasa kupata kile kitu mm, inawezekana alishapitia kuflash, kufanya nini, labda alikuwa anapata, lakini ana anapotezea ana, ana yeah. na yeah. nini eh. Kwa hiyo mwisho wa siku ile inakuletea ina matatizo, unabaki na maumivu ya, ya kudumu maisha yako, okay. Kwa kumalizia ndeme, ni sikuweke sana, maana una mambo mengi ya kufanya yeah. Kwa kumalizia tu yeah. unawashauri nini, uh, wadada ambao wanakuja, maana nimesikia hizo mambo za kufrashi nini, i mean kwa abot, abortion, watu wanafanya abortion yeah, yeah, sana so yeah. Unawashauri nini kwa haraka haraka tu tukifunga hapo Ah, kwa harakaharaka haraka, mimi nadhani wadada wa wadada wazae, wadada wazae mm, na wapunguze. Unajua unapotafuta ndeme, utawatunzia watoto wababa. Wadada wa, wazae, halafu wanaume wanakimbia. Wanaume unajua wanaume wenye akili na wakutunza familia wapo, ni hawa wenye mionekano ya kawaida yeah, wasio walamba lips we wasiokuwa na majina, na ambao wa, wanawake pia wawe tayari kupambana na watu kuanzia chini Okay. Hawa wanapenda watu madoni madoni. Sasa doni ana mambo mengi. Doni ni mtu oh, gani? watengeneze matajiri wao. Oh, doni ni mtu tajiri. E, doni ni mtu tajiri. So wanawake wengi wana, wanaangalia sana ana pesa, yeah. Hata kama sio lako wewe unafurahi nini? Kwa hiyo wanaishiaga. Hebu rudia hiyo. Kama gari kama sio lako unafurahia nini? Eh, hey, yani gari ninalo mimi. Hey. Unafurahi tu kwa nini sababu? Nina gari. Hata sikupi wala nini. Wewe, hey, unafaidika nini? Mwisho wa siku nitakuacha utaenda tena kwa mwenye magari. Kwao wanaishiaga hivyo, na wengi ni maskini na hawafanikiwaji. Hawana mafanikio. Wanapita kwenye minyororo ya matajiri. Ya. Wanapita kwenye minyororo ya matajiri, lakini wengi ni maskini wanabaki na umaskini wengi wao. Alafu utajiri wanawaachia wana wale wenye utajiri wao Yes, yes. Wawe tayari kuwatengeneza wanaume kuanzia chini. Shukran e no, sana ndeme kwa kile ambacho umekizungumza hapa. Nimefurahi sana sana, uh, ni muda mchache lakini, uh, nimefurahi sana uh, ujumbe labda ka short, napenda kusikia ujumbe wako ule wa mwisho kuntu sana. Unakuaga strong sana aa, neno tu sentence. Kutuwa. Waendelee kujikubali wanawake, wanawake wajikubali, wanaweza wajikubali, wanaweza wakubali okay. nadhani ni hivyo, wajikubali. Kwa hiyo wakiwa na 50 50, yani 50, wanasema wa siku hizi maisha ni 50 50, iko -50, sawa, si kujikubali kwa namna hiyo yeah. Yani mwanaume atabaki kuwa mwanaume, lakini wajikubali. Wanawake wengi hawajiamini, ndio maana wanashindwa, wanapita Mitufingi kwenye mikono ya wa matajiri wa, alafu wanabaki kuwa maskini eh, maskini na sio wasemaji wa mwisho kwenye vitu vyao vingi. Yani, mwanamke sio msemaji wa mwisho okay. naweza nikakupa mfano kidogo hapa chapchapu kwamba, yeah. mm. uh, mwanamke anapoenda kununua kitu, mm, mwenzake akapita akacheka tu kidogo, yeah. Ujua kile kitu akinunui tena Ndeme, umefurahisha. <laughs> Eh, okay. Now got you, sana. Mimi nashukuru sana kwa muda wako, Ndeme, kwa kila ambacho tumekizungumza kuhusiana na Wema Sepetu. Naamini ni wakati sasa wa watu kuweza kujikubali kama unavyosema bana. Ndio. Asa, asante sana Ndeme kwa muda wako. Shukrani sana. Asante. Yes, huyo ni Ndeme ambaye tumepiga naye mastori kuhusiana na Wema Sepetu. Kwa upande wako wewe una ujumbe gani kuhusiana na Wema Sepetu? Kwenye comment pana kuhusu sana. Tuliweza kusikia Pastor Ezekiel akimwombea akisema kwamba nimesikia binti kutokea nchi fulani sijui akilia hata pata mtoto, lakini anaamini kwamba atakuja kupata mtoto. Sasa je, ni kweli Wema Sepetu ni mjamzito? Ako na mimba? Kwenye comment pana kuhusu sana. Sisi kwa upande wetu, kama S for you, for you you ama Special for you TV tunamuombea, kama tunamwombea Wema Sepetu aweze kupata mtoto, aweze kubarikiwa naye, aweze kuona neema. Haijarishi hata ukiwa mzee kiasi gani, Elizabeth aliweza kupata ujauzito uzito akiwa mzee kabisa. A, Mariam alipokwenda kumsalimia tu, alafu akasikia kitoto kinaruka tumboni mwake, akamwambia Mariam, umebarikiwa kuliko wanawake wote na E, uliponisalimia tu nasikia kitoto kimeruka kwa furaha ndani ya tumbo langu. Wema Sepetu all the best. Also be simple, be social. Jina langu Jack Special kutokea Special 4u TV. Asante sana kwa kuwa karibu na sisi, usisahau subscribe, share, like na ku comment. Asante.